Sasa nitatoa mfano wa kipindi cha nyuma. Kuna miradi ambayo serikali ilituletea fedha, kwa mfano ukienda katika kata ya Legezamwendo, kuna kituo cha afya Legezamwendo ambacho hivi karibuni mtafahamu, kumekuwa kuna kuna kuna, kuna, kuna taarifa ilisambaa kwenye kwenye mitandao na kwenye baadhi ya vyombo vya habari kuhusu miradi hiyo ambayo nitahitaji kwamba haiku tekeleza vizuri. Sasa nitaka nitoe, ndugu wanahabari, nitoe ufafanuzi tu mradi wa legeza mwendo ulipokea katika kipindi cha mwaka 2018 19 walipokea kiasi cha shilingi milioni mia saba kipindi hicho mimi nilikuwa na hudumu kama mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Madaba, mkoa wa Ruvuma. Sasa eh, administration iliyokuwepo kipindi hicho walipokea fedha na walifanya kazi nzuri. Mimi wakati nakuja 2021 nilikuta kazi nzuri imefanyika malengo walikuwa wajenge majengo e, matano lakini wakaenda mbali zaidi, wakaona kwamba wana uwezo wa kujenga majengo zaidi, wakajenga majengo e, takriban tisa. E, sasa kuna majengo ambayo yalikamilika asilimia mia moja kuna majengo ambayo hayakukamilika, na huduma pale ikaonekana kama inasuasua. Kwa hiyo e, kipindi hicho ambacho e, nimefika E, nilianzia pale ambapo tulipoishi ambapo wenzangu waliishia. Kwa hiyo tulipeleka kwa makusudi kabisa e, milioni sitini kwa ajili ya kusukuma ili huduma ianze, na hivi ninavyozungumza, ndugu mtangazaji, huduma pale ina, inaendelea kutolewa. Wananchi wale walikuwa hawapati huduma, lakini sasa wanapata huduma. Serikali bado imetuendelea kutushika mkono, kwa katika mwaka wa fedha ujao kuna kiasi cha shilingi milioni 100 kimetengwa kwa ajili ya, ya kituo cha afya e, Legezamwendo kiasi hicho cha milioni mia moja tunatarajia sasa kikaondoe e, changamoto katika baadhi ya majengo. Sasa nachotaka kusema ni nini? Ni ni nini kwamba serikali inapoleta fedha fedha, ni mheshimiwa rais ametoa fedha. Kwa hiyo e, wakati mwingine kabla ya, ku, ya kuangalia zile setbacks ndogo ndogo ni vizuri tukamshukuru kwanza yule aliyetoa fedha mheshimiwa rais. Kwa hiyo mimi nitumie fursa hii kwa, kwa niaba ya wananchi wa halmashauri wa, wa hii ya, wilaya ya Kalambo kumshukuru mheshimiwa rais kwa kututengea tena milioni mia moja ili kukamilisha miundo mbinu. Tuna kesi kama hiyo pia katika kata ya Kanyezi. Kuna kituo cha afya pale Kanyezi chenyewe kilipewa milioni mia nne katika mwaka huo wa fedha 2018/2019 wakajenga majengo ambayo e, yalikamilika baadhi, baadhi yalikuwa hayajakamilika, e, kutokana na sababu mbalimbali lakini huduma ilikuwa inaendelea kutolewa katika jengo dogo la zahanati lilikuwa li pembeni, na eh, tuliamua sasa eh, tukapeleka milioni 40 kupitia mapato yetu ya ndani na makusanyo yetu ya ndani milioni 40, na tukahakikisha kwamba sasa wanahama kutoka katika ile jengo dogo wanahamia katika yale majengo ambayo serikali ilikuwa imetoa fedha hapo awali. Na hivi ninazungumza na wewe, huduma pale inapatikana, wananchi wanaendelea kuhudumiwa na serikali yao na sisi almashauri tunaona tija pale, kwa sababu kuna mapato ambayo tunakusanya kupitia e, mapato lindwa. Kwa hiyo huduma Kanyezi inapatikana, lakini ukija kwenye kituo cha afya Samazi kwenye kata ya Samazi e, pale pia walipokea shia shia shilingi milioni nne katika mwaka wa fedha huo huo. Milioni nne ilipokelewa wakafanikiwa kujenga majengo machache, tofauti na malengo ambayo serikali ilikuwa imeelekeza lakini sababu za msingi ziliwekwa mezani, nilizikuta kwamba hizi ndio zilikuwa sababu za msingi, kwa nini hatukufikia malengo. Lakini huduma e, ilikuwa inaendelea kupatikana, na baadaye kupitia e, fedha za wadau kiasi cha shilingi kama milioni arobaini kililetwa kikaenda pale kwa ajili ya kuboresha ile miundombinu na tulifanikiwa, na hivi ninavyozungumza huduma inapatikana vizuri pale, hatujawahi kupata e, changamoto ya upatikanaji wa huduma.